Ehe, guys jamani, kwenye mitandao niliona kuna hii trendi ya unaweza kuasha kendol na kutumia vitu ambazo uko nazo nyumbani kama kendol, kuna stima zimepotea. Jamani, ingredients zenyewe ni hizi: kuna mchele pale, kasema ngoja nijaribu, ni kujaribu si mbaya. mchele, alafu atia maji, maji atakana izidi kidogo kwenye mchele. Kaangalia, kasema bado kidogo maji, acha niongeze. Kaongeza, kasema Ka kujaribu sio mbaya. after hapo Ah, watia mafuta ya uto, nkasema chanjaribu kuweka mafuta ya uto leo. Ndeo mafuta ya uto wenyewe ghali, lakini kasema chanieke kidogo. Haya, kutoka hapo, ingredient ingine unachukua ni kichokoleo ya ribadi jamani, ya bad, yeah, waeka pale, kasema chanjaribu in case itakoko kama itafanya, itakuwa nikifanya ghafla ghafla stima zikipotea Haya, kutoka hapo ngasema wacha niwashe, sipofanya kwa maana zangu nitakuwa ninaharibu vitu vangu, lakini pia kujaribu si mbaya. Kawasha pale nikaiangalia angalia, nasema mbona iwaki kama vile ataka kuzima. Ah, kiangalia hivi, nasema salala, imewaka jamani! Na hii wanasema inaenda 24 hours so mimi leo nakesha na inu, jamani candle ya homemade tengenezeni i